Karibu mtazamaji um, katika uh, panel hii uh, ya viongozi wa Tanford uh, huu ni umoja uh, wa wafanya biashara ambao ni wasafirishaji wa mizigo uh, umoja wao wa wasafirishaji wa mizigo kutoka hapa Dubai kwenda sehemu mbalimbali mbali, uh, barani Afrika na umoja huu ndio unaitwa Tanford. Sasa Tanford wamekuja na kongamano kubwa la kibiashara na uwekezaji ambalo litafanyika mwezi Februari e, tarehe kumi na tatu na kumi na nne mwakani e, sasa kuelekea e, shughuli hiyo kubwa, leo bahati nzuri tuna viongozi wote hapa e, wa juu wanaweza kutuelezea e, na ukaijua vizuri Tanford ukajua vizuri dhumuni e, la kongamano hilo linalokuja au foramu hiyo inayokuja. E, yote haya utayapata hapa sasa moja kwa moja pasipo kupoteza muda. E, tunaye mwenyekiti hapa, makamu mwenyekiti pia, tunaye mweka hazina pia, tunaye na mjumbe pia, kutoka Tanford pia, tunao mwenyekiti Hussein e, Jamal e, yeah. Karibu sana na watu wanataka kujua nini, e, maana ya Tanford. Asante uh, sana Bwana Maulid ndio nakushukuru sana kwa kutuwakilisha vizuri Dio. sisi wana Tanford, na business forum yetu hii kongamano hili ah, kwa majina anaitwa Hussein Jamal, nikiwa nimeambatana na viongozi wenzangu. Nina naibu katibu mkuu bwana John, nina bwana Salum Dio. makama mwenyekiti, nina Bi Zakia mweka hazina wa Dio. Tanford Dio. Tanford ni umoja wa Tanzania wanaofanya kazi katika sekta ya cargo Logistic Clearing Forward hapa Dubai. Lengo letu kuu ni kuwaunganisha Watanzania wote katika sekta hii, kuwatengenezea fursa na kuwa daraja kati ya Tanzania UAE katika masuala ya biashara, bandari, usafirishaji na uwekezaji. Hiyo ndio maana ya Tanford, umeweza kuielewa? Lakini pia umeona utambulisho wa viongozi ambao tuko nao sasa. Eh, ni akina nani waliopo katika uongozi huo? E, wa Tanford manake, hapa tumeona uko wewe na makamu mwenyekiti, yuko naibu katibu mkuu yuko, e, mweka hazina. Ni panel tu hii ya uongozi au uongozi e, uko kwa kiasi gani, au ndio nyinyi mmejitosheleza? Uh, tunao wenzetu uh, kwa upande wa Dar es Salaam tuna mwakilishi mmoja pale anaitwa Bwana Walter Ndio. Na vilevile vile tuna admin kwa upande wa hapa Dubai anaitwa Bwana Farid Dio. Na tunaye pia katibu Bwana Nasoro uh, katika uongozi wetu ndio uh, hiyo ndio uh, Tanford na yule unayemuona pale mbele yetu pia pembeni kule, huyo ndio balozi wa kudumu wa Tanford <coughs> uh, Bwana Burton uh, Mwemba uh, Mwijaku. Uh, yeye bwana ameibeba hii Tanford mgongoni mwake na anapita nayo wima wima uh, kuielezea na si Tanford tumeubeba kongamano hili ambalo linakuja kongamano kubwa e, hapo mwezi Februari. Sasa Tanford imeandaa nini kwa e, mwaka huu? Maanake huu mwaka ndio unakwisha, tunaenda mwakani, na bila shaka e, kabla lilikuwa jambo hili lifanyike mwaka huu, mwaka huu e, sasa imekuwaje? ni... mmelisogeza e, mbele, watu wanataka kujua. Asante uh, sana Tanford imeandaa uh, kongamano kubwa la kimataifa lenye lengo la kuunganisha biashara kati ya UAE Afrika Mashariki na Kati na Tanzania ambayo tumeita Tanzania Trade and Logistics Forum Dubai 2026. Awali ilipangwa kufanyika mwezi wa 11 tarehe 25 na tarehe 26 hapa Dubai, UAE, katika hoteli tuliokuepo hapa mm. ya Shangri-La hoteli. Ndiyo. Baada ya mashauriano na wadau mbalimbali, pamoja na uongozi wa Tanford, tukaona ni vyema tusogeze mbele ili kuwapa fursa wadau wengine kujitokeza kwenye kongamano hili, Ma, kwa sababu kongamano hili ni kubwa na la kimataifa, tungependa kupata wadau wengi kuhudhuria waweze kutumia fursa hii. Ndiyo. Baada ya hapo tukaona ni vyema kuiweka kuwa tarehe 13 na tarehe 14 Februari mwaka 2026 hapa hapa Dubai, Shangri-La Hotel. Sasa mtu anaposikia anapo, anapo, sasa hivi Tanzania Trade and logistics forum. Mi, mi, mi, Tanzania Trade and logistics forum ni nini? Tanzania Trade and logistic forum ni kongamano rasmi linaloleta pamoja sekta ya Tanzania hmm, mashirika ya kimataifa, sekta binafsi, wawekezaji wakubwa, kampuni za cargo na logistic za UAE Afrika Mashariki na Kati na Tanzania na zile ambazo hazina bandari za Afrika Mashariki na Kati ambazo zinategemea bandari ya Dar es Salaam na bandari ya Tanga. Na wenyewe pia wamo katika kongamano hili, wana, wana, wanafanya biashara kutoka Afrika Mashariki na Kati ambao wana trade kutoka Dubai kwenda nchi zao. Madhumuni yake ni kutangaza uwezo wa Tanzania kama mlango mkuu gateway wa kibiashara Afrika Mashariki na Kati. Ndio. Na sasa watu gani mnawategemea kuja kushiriki katika kongamano lenyewe? Kampuni ambazo tunategemea kuwa nazo ni za cargo na logistic, clear and forward companies, shipping agents, export and import companies, freight operators, wawekezaji wafanyabiashara wakubwa na wadogo, kampuni za supply chain, government kwa maana za serikali, na chamber of commerce kwa hapa Dubai tunategemea kuwa nao Dubai Chamber of Commerce, na tunategemea kuwa nao makampuni makubwa ambayo hapa Dubai, kwa ajili ya kuangalia fursa ambazo ziko nchini kwetu Deal. Na kutokea nyumbani tunategemea kuwa na TPA, DP World, TAFA, TCSA, Tan Trade, TRC na taasisi zingine za serikali na binafsi katika kongamano hili. Sawa sawa. Sasa watazamaji, popote pale mnapoendelea eh, kongamano hili litafanyika hapa hapa Shangri-La, Shangri eh, Hotel na ndipo tulipo sasa. Nauangalia huu ukumbi eh, ulivyo. Eh, ni watu wangapi mnawategemea kuhudhuria katika eh, shughuli hii? ndugu Maulid. Katika shughuli hii tunategemea kupata around watu mia tatu hadi mia tano kwa sababu lengo letu ni kwamba tunataka tamasha hili, kwa sababu ni la kwanza, tulifanya kwa ukubwa zaidi, kwa sababu lengo letu pia kubwa ni kuwafikia watu wengi zaidi, kama wafanyabiashara wakubwa, mashirika ya umma, mashirika ya kiserikali, ili tuweze kutengeneza bond pamoja, ili turahisishe biashara. Ndio, na watu utaratibu wa kujiunga sasa, e, ili ashiriki mtu anafanyaje fanyaje? E, sasa katika utaratibu wa kujiunga kwa sababu sasa hizi kuna maendeleo ya teknolojia kama tunavyojua, kwa hiyo utaratibu wa kujiunga tumeamua kutengeneza website ili kila mtu aweze kupata wakati mzuri wa kuingia na kufanya registration ambayo ni www.tanforduae.com. Pale unaweza ukatembelea ukurasa wetu ukapata kila kitu Ukiingia tu pale wewe inakuelekeza, unataka kujisajili, unataka kufanya nini pale, unapata pale. Sawa. Sasa nimeona package mbali mbalimbali zipo, kuna hii sponsorship package, hizi nazo zikoje? eh, eh mwekazina Zakia, nafikiri utanijibu swali hili yeah. Tumeandaa sponsorship package tofauti tofauti ikiwepo platinum sponsorship gold sponsorship na silver sponsorship. Hizi sponsorship package zinatofautiana kutokana na faida maalum ambazo zimelengwa kama vile kupata exhibition booth, kupata B2B connection ya kibiashara na vile vile speaking slot. Ha. Kwa maana wale ambao watachagua package hizi mm. watapata nafasi ya kusimama kuzungumza mbele ya watu mia tatu mm. Huduma zao wanazozitoa ndio. Kwa hiyo kuna hiyo package ya sponsorship, lakini kuna package pia ambazo za kampuni ambazo azidhamini. Sahihi kabisa eh. kama eh. alivyoelezea uh, mweka hazina eh. kuna packages zimetenganishwa katika makundi mawili kuu eh. Kundi la kwanza ni wale wadhamini wakuu, kwa maana ya yeye akidhamini atapata nafasi ya kuwa mzungumzaji mmojawapo katika lile kongamano Mjio. na faida zinginezo a. Na kundi lingine ni wale ambao wangependa tu kuja kuhudhuria kusikiliza mm. na kupata fursa za kibiashara na ndizi ambazo uh, mabalozi wetu mmefanya kazi nzuri kuzionyesha katika mitandao ya kijamii zile ni pakeji za ya, ya wapili kwa maana kwamba zile ndogo yake sio ya udhamini wakuu. Zile pakeji za kuwa mdhamini mkuu ni pakeji ambazo tutawasiliana B2B, na ile kampuni husika tutatumia email na barua na sponsorship package nzima, alafu wao watatujibu kupitia uh, email, lakini zingine zinaruhusiwa, zinakaribishwa kwa watu wote ambao watakuwa wanataka kuja kuwa ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku katika kongamano hili ndio na watu wanajiuliza manake tutoko hapa Dubai. Sasa je, hapa Dubai wawekezaji hapa Dubai watashiriki na wao eh? labda niliseme kwamba wawekezaji wana hari wana, wana, wana, wana, wana shauku kubwa ya, ya, ya kuingia katika hii Tanford kwa sababu itawaleta pamoja wao wafanya biashara wakubwa pamoja na wateja wao na wateja ambao walikuwa hawawapati kwa kipindi hicho ambacho hawapo ndani ya Tanford. Ah, basi hilo jambo kumbe limekaa vizuri. Sawa, naomba anake... kidogo niongezea hapo Bwana Maulid yeah. Yeah. Uh, faida ambazo zinginezo zipo katika kongamano hili mm. Uh, kama alivyoelezea makamu mwenyekiti naomba niongezee zingine chache mm. Uh, fursa za mikataba mipya kuna makampuni ambao watatoka nyumbani kuja hapa kushiriki kwenye kongamano hili watapata fursa kukutana na uh, wadau wengine ambao wanaweza kaingia mikataba kwa ajili ya kufanya biashara pamoja mm. Vile vile kutambulisha huduma zao kimataifa mm. Wakija hapa watakutana na kampuni za kimataifa kwa watakuja kuelezea huduma zao kwenye makampuni hayo mengine ambayo za kimataifa kupata wateja wapya. Unavyokuja hapa kama sisi tunavyofahamu kwamba Dubai ni mji mkuu uh, wa biashara. Ndio. Ya vitu vingi sana vinatokea ulimwenguni uh, unapita hapa hmm. Na kutoka hapa zinaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo fursa moja wapo uh, watakoipata faida ni kupata wateja wapya uh, network ya juu ya wawekezaji uwe, kama unavyofahamu kwamba nchi yetu inaendelea kukua na hapa Dubai kuna makampuni mengi ya uh, kimataifa wenye uwezo wa kuwekeza katika nchi za Afrika tunavyokuja hapa unaweza ukaja na mradi wako ukaondoka hapa na mwekezaji ambaye anaweza kwenda kuwekeza nyumbani. Ah, kwa ni muhimu pia kuwa na tisesa kwa maana mm. tisesa watakuja kutuelezea mm. miradi iliyokuwa nyumbani mm. na wawekezaji ambao watakokuja hapa watakuja kusikia na kuangana namna gani wanaweza kushirikiana na serikali au private sector kuweza kufanya miradi ambayo iko nyumbani Tanzania. Ndio. Kutangaza so... biashara za, za, zao kwa kup, kup, kupitia booth. Sababu kutakuwa na booth ambazo hmm. uh, kama alivyoelezea makamu mwenyekiti kuna wengine wana bidhaa ziko nyumbani. uh, una, kama unavyofahamu kwamba Dubai ni jangwa hawalimi, hmm. uh, wanategemea vyakula kutoka nchi zingine kwao. hmm. sisi kama Watanzania ni muda wetu sasa hivi kutumia hizi fursa, kwa wakulima wafugaji, kuweza kuleta mazao yao huku kuuza, na wengine wengi wanazo hizo wanavyo hivyo vitu mazao na, uh, na, na, na, Uh, nyama na kadhalika lakini hawajui wapi wataenda kuuza sasa, yeah. Kupitia kongamano hili wataweza kukutana na wale wanunuzi moja kwa moja, kujenga ushirikiano wa mash, uh, mashirika ya kiserikali vilevile, na kufungua masoko mapya ya GCC na, na Afrika hiyo ah. uh, kwa hakika kusema kweli, hizo ni faida kubwa ambazo mtu uh, <coughs> au kampuni itakayohudhuria uh, kongamano hilo la Februari watapata. Sasa mzungumzia faida kwa wafanyabiashara eh, wadogo eh, na vijana pia, maanake sasa hivi biashara inafanywa na vijana sasa hivi. Eh, lakini pia eh, mpangilio ama programu ya ajenda kwa ufupi eh, siku hiyo itakuwa ni nini, maanake ukishaanza tu ajenda ya kwanza ni nini mpaka mnafunga lile kongamano e, mpangilio ambao tumeuweka katika uh, siku ya, ya ili kongamano letu, kwanza kutakuwa na ufunguzi rasmi alafu kutakuwa na hotuba za viongozi, kwa sababu kutakuwa na vio, baadhi ya viongozi kutoka nchini kwetu na wengine hapa UAE, kwa hiyo watazungumza. Baada ya hapo kutakuwa na panel session, panel, panel eh. Kama hivi tulivyokaa <laughs> kabisa eh. Baada ya hapo kutakuwa ni B2B meeting. Hiyo ndio ikoje hiyo B2B meeting hiyo bwana? Itakuwa kuna meeting baina ya wafanyabiashara na masupplier ambapo watakutana, watajadiliana, watabadilishana mawazo, watabadilishana na namba, kuzungumza yani namna gani wanaweza wakaliendesha hili jambo yani. Hiyo ndio naitwa, ndio time yako ya kumkamata mtu wako ambaye utadili naye wewe kwa ajili ya kufanya naye shughuli zako. Kwa kuongezea hapo kwenye B2B point ni kwamba, kwa mfano, unakuta labda supplier yuko Dubai uh, yule ambao anatakiwa aleteo mzigo yuko Tanzania. Badala ya supplier ku deal direct na mteja, ana deal na middleman. Kwa hiyo hii Tanford pia itakusaidia wewe ku deal direct, kama ni mfanyabiashara una deal direct na supplier, kupunguza cost of gharama zozote zinazoingiliana hapo katikati. Yes. Yes. Yes. Mhm, mm, na nimeona pia. Kwa hiyo hiyo ndio B2B meetings, lakini pia nimeona kutakuwa pia na maonyesho sasa. Na hili katika eneo hili kutakuwa na maonyesho pia sasa, eneo hili pia kuna wanao wafanyabiashara wanakuja, wanataka kuonyesha nao bidhaa zao, sijui itakuwaje hilo. Nafikiri mwenyekiti atalizungumza kwa undani zaidi. Na mtu anakuja, he, na parachichi zile za Njombe zenzake bwana, sasa nataka nizionyeshe hapa, ili hata watu wakiona waseme bwana, hii bidhaa nitaipataje? na ni moja ya faida ya kongamano hili ni kwamba kuwasaidia watanzania kufikia masoko yao hii. Na kwenye kongamano hili tuna ukumbi mbili Jio. kuna ukumbi ya kwanza iko kule upande wa pili ni kwa ajili ya mkutano mm -hmm. Alafu upande wa pili ni huu ambao tumekaa ni kwa ajili ya maonyesho. Kwa kwa wale ambao wako nyumbani wenye bidhaa zao kama hizo zozitaja, ni fursa nzuri ya wao kuja hapa na sampo hizo wakapata buthi wakazionesha bidhaa zao, na wale wanunuzi ambao wako hapa watapita kwenye kila buthi kuangalia zile bidhaa. Si bidhaa tu peke yake, kuna kampuni za clearing and forward ziko nyumbani. Wale wenye kampuni clearing and forward pia ni fursa ya kwao, kwa sababu hapa kuna makampuni nyi, mengi ambao wanasafirisha kutoka hapa kupeleka Kongo, Burundi, Rwanda, mm-hmm. Zambia na kadhalika. Ndiyo. Sasa wale hawana bandari wanategemea bandari ya kwetu ya Tanzania Dar es Salaam. Clearing forward atanufaika kupata wateja ambao wataclear mizigo ya pale Dar es Salaam. Na wale pia wenye makampuni ya transportation tunaongelea, mm. wale wenye magari yao makubwa ya, ya, ya kubeba makontena mm. vile vilevile, pia ni fursa kwao, kwa sababu pia watapata wateja kuwasafirishia makontena yao kutoka Dar es Salaam bandarini kupeleka na sehemu zingine, pia fursa kwa Tanzania Rail Corporation kwa maana TRC wanafanya kazi nzuri kuongeza miundombinu ya kusafirisha mizigo kwa njia ya reli. Kwa hiyo na wenyewe pia watakuja kuelezea uh, maboresho ya reli ili kuweza kuvutia hawa kutoka nchi ambazo zina bandari kuja kwetu kutumia reli vilevile kusafirisha kupeleka mipakani. Sawa sawa. Na nini sasa, uh, wakati tunaelekea mwishoni mwishoni, nini wito wenu eh, kwa wadau, wito eh? mwekazina wito wenu nyini. Sasa hapo hapo, hapo naingia mimi wito hey. Ah, ndio kwanza kikubwa mimi naomba tuweze kuzikimbilia fursa. Ndio maana hapa panelyote inaongea. Jamani, tuingie kwenye website www.tanforduae.com ah. Utapata mtiririko mzima wa kuweza kujisajili na ukawa katika right track ya kujua lini wakati gani na kitu kitafanyika vipi? Hilo litakusaidia kwanza, lakini la pili, kwa nini mimi niliamua kulivaa? Uh, definitely mimi sio kama, sio kila kitu napenda kukivaa mm. Lakini nimeona hili lina opportunity mbili, kwanza opportunity ya kizalendo, lakini opportunity <coughs> kwa wafanyabiashara hapa <coughs> nazungumza wafanyabiashara nguri, lakini pia nazungumza na wafanyabiashara na wapya ambao wana mawazo ya biashara. Unajua, Tanzania tumebarikiwa vijana ambao they come up with very nice idea ana wazo la kibiashara lakini when it come about implementation tunakuwa na ugumu sasa. Hapa maana yake tunakwenda kukurahisisha implementation. Yupo mtu ambaye atafuatilia uh, tamasha hili, forum hili akaangalia akapata, fursa. Lakini fursa utapata je, usipata fursa, umekaa nyumbani, jichange sometimes. Tuna tuna tunakuwa na ile dhana ya kusema mimi Dubai hii sina mtu ninayemjua nikifika nitapokewa vipi? Lakini sasa sasa, hapa kone forum hii sasa, tumeweka utaratibu, tutakufuata, tutakupeleka hotelini tutakupeleka kwenye venyu, tutakulisha hotelini, utakula the day after ikiisha, tutakulisha Dar es Salaam. <coughs> Hapo umerahisisha mtu wakati wa kuzungusha. Zabani mimi na kwanza nakuja Dubai, mm, unaambia ma, mtu nataka nipeleke sehemu fulani kwenye ma, kwenye mataa. Kwa hiyo mtu kwa sababu anachukua opportunity anakuzungusha Dubai nzima pale katikati. Ndio. <laughs> Masaa yako matatu ndio anakufikisha sehemu. Lakini sasa ukiwa na hapa unakutana na supplier moja kwa moja. That's very nice. Utaratibu mzuri sana utatufanikisha. Ila la mwisho mm. nataka niongee na, na, na vijana. Vijana ambao tunaangalia sasa hivi hata serikali yetu ya awamu ya sita Mama Samia mm. imekuja na wizara maalum ya vijana. mm. Eh, kila mtu anakuja na mawazo yake, lakini mimi nimeona sasa, kwa sisi Tanford, kwa sababu tupo kwenye kuhakikisha kila mtu anaipata hii fursa, uwe mfanyabiashara nguli, mpya kijana ambaye una mawazo afu huna capital, inatoa challenge kwa Tanzania, vijana usizidi 30, yaani umri usizidi 35 mm. hapa 30 18. Come up with very nice idea. Izungumze ile idea kwa dakika sekunde 30 mpaka 35. Post kwenye page yako. Baada ya kupost tutag Tanford na tag na mimi Mwijaku. Lakini katika video yako, katika idea yako ibase kwenye vitu hivi. Logistic theory, lakini uje kwenye trade and export, usahau kwenye agriculture Mwishowe hata kisha teknolojia kusupply uh, kwa, kwa, supply chain lakini mwisho kabisa uwe na mm -hmm. Suluhisho la biashara lio la suluhisho la biashara hizo theory tano au nne, ukiziweka kwenye idea yako ika wake up vizuri, tunakupa faida mbili. Hii ni kijana, uwe Njombe, uwe Kazomba, yoyote ule ambaye utaona tangazo hili kupita kwenye kurasa yangu, unapata faida mbili. Faida kwanza, tutakupa complimentary ya kuhudhuria kongamano hili, mm. Tutakutafutia visa, tutakukatia tiketi ya ndege, mm. na utakuja hapa, tutakuwekea malazi na big staff, uh-huh. ambao mimi nahisi ndio sehemu kubwa, mm. utapata nafasi ndani ya watu mia tatu kuielezea kui idea yako na kuichambua. You never know yeah. anything can happen dio. Naweza kainuka habibi mmoja akasema, nataka nifanye investment kwenye idea yako. Sasa hii ni opportunity kwao. Ninachosema, kijana fanya hicho, lakini cha mwisho hmm, vitu viwili, hakikisha video yako unarekodi una, record, una hit target. Tusianze mimi no, tutakujua baada ya idea yako kuuzika hmm. hit the target Full stop. Paneli nzima itaangalia, hakisha unamtagi Mwijaku, unahitaji Tanford Maulid Kitenge ukiwa pale na kutaga. Ukimaliza pale unakuwa tume hit target. Kwa nini ah, ushindwe kijana? Ah, hii ni fursa, uh, kwako kijana wewe unayetutazama, kwako wewe mjasiria mali, uwe mdogo jasiria mali unayekuwa mfanye biashara, mwekezaji na umewataja wawekezaji yaani nilikuwa nakusikia unamtaja mpaka mtu anaitwa Jairut. Jairut ni miongoni mwa wale wawekezaji watakaokuja hapa. Hebu angalia mtu kama Jairut naye anakuja. Sasa, yes. Wewe, moja kati ya watu ambao wamekuwa role model wa vijana wengi ndio Jairut. Mi nimepata bahati ya kukaa naye one to one service na huduma na product anazozi offer mm -hmm. ni, ni zaidi ya tano lakini anakwambia ana, ana, ana vijana wana laki kitu kimoja udhubutu sasa uthubutu Maulid na panel ujue uthubutu hauji umekaa kitandani umejifungia chumbani. Kune vitu kama hivi. Jee, Chain of command unakuwa nayo, connection unakuwa nayo. Mm. Leo kutana na mtu hapa, amekupa connection kila kitu, unaenda kufanya biashara yako, unaweza ukiwa unakuja Dubai unakuja kuenjoy tu. Eh? Eh, kwa sababu ukishapata connection hapa Maulid, unakwenda kufanya utekelezaji nyumbani. Kwa sababu tayari mshakuwa Uh, interdependent baina yako wewe na supplier, supplier na wewe au provider wa service fulani na wewe, inakuwa easy for you, una mawasiliano naye moja kwa moja. Yeye okay, mzigo wangu nimepata, tuna, tuna kago nyingi hapa, unapeleka mzigo kwenye kago moja hapo, unaona mzigo wangu utafika salama, mzigo unafika, unafanya biashara zako. Lakini apart from that, una bidhaa zako zinataka kutoka Tanzania kuja hapa unawasiliana na kago tulizokuwa nazo. Jamani, aya maharage ya Mbeya tunasema maji mara moja What does it mean? Njoo eleze tunao maji mara moja mm. Mwarabu anaelewa vipi? Na marage tumekaa kwenye hoteli hizi. Kila bufe unakutana marage mm. Mwelezee marage maji mara moja. What does it mean? mm. Unapata tenda ya kuleta carton na tan na tane upo wapi? mm. So, this is the opportunity kwa vijana wenzangu. Hit the target, tuende tutoboe mambo mengine natafuata. Basi uh, huyo ndio Mwijaku na Mwekazina, unataka kumalizia kitu yeah? Hapo amalizia kwa kusema, Tanford tumeandaa hii forum kwa ukubwa, na inagusa chain nzima ya biashara na usafirishaji, kama alivyotaja hapo ndugu mwenyekiti na katibu, tunaanzia kuanzia supplier mpaka consumer wa mwisho. Kwa hiyo hii ni chain kubwa sana, na inamhusu kila mmoja Mtanzania. Kwa hivyo hii fursa isimpite yoyote, yaani hata wale ambao hawatahudhuria tutawatengenezea namna ya kupata taarifa kilichofanyika nyumbani, ili tunavyoendelea kuwa tunafanya hili tamasha wapate kuja. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana, na tunawafikia watu wote. Tunaomba iwe na mtazamo chanya, ili tuweze kufaidika na kuelimika. Ndio muwe na mtazamo chanya, muweze kufaidika eh, na jambo hili basi. Eh, hii ndio imekuwa paneli yetu. mi ni washukuru sana viongozi wa Tanford leo, mmefunguka, mmeeleza, watu wameelewa eh, nini kuhusu Tanford na nini kuhusiana na kongamano hili kubwa linalokuja mbele yetu. Basi kwa niaba ya viongozi wa Tanford wote hawa mbele yetu E, akiwemo pia balozi wa wa kudumu wa Tanford Bwana Mujaku. Tena nikumbushe litakwenda mwaka na mwaka. Ndio. Litakuwa endelevu. Endelevu. Eh, kwa sababu tuna vizazi tuna new new generation, Gen Z, they come up with new idea. Dio. Kwa hili jambo litakwepo. Nimeambiwa Dubai inabadilika kila baada ya miaka mitatu. Ni kweli. Kwa hiyo maana yake tutakuwa na mawazo mengi mahitaji mengi. Dikwende. Kwa hili kongamano litakwepo mwaka mpaka mwaka, mwaka. mwaka, mwaka. E, e, sawa sawa. Basi kutoka katika panel hii mimi ni Maulid Kitenge. Tunashukuru sana viongozi wa wa Tanford. Asanteni sana. Asante sana.